Iringa kuelekea Mbeya yawapa hamasa wanafunzi. Na katika michezo na burudani, wachezaji wa RH waonyesha ubabe kwa viongozi wao kuwachapa bao sita kwa mbili katika uwanja wa Kigozini. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale ulipo, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Ajo Msey. Waziri wa Utalii na Mambo ya Ndani na Nje wa Serikali ya Wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa, Melkizedek Kigoel, ametoa taarifa ya safari ya utalii sadi kuelekea mkoa wa Mbeya itakayofanyika mnamo tarehe ishirini na nne mpaka ishirini na saba mwaka huu. Mwana habari wetu Hamidu Abdalla anaondanya taarifa hii. Hivyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wana UoI wote kuanzia revu zote za, za masomo kwa maana ya kuanzia certificate mpaka masters. Hii ni fursa ya sisi kwenda ku, ku, kurefresh. Ni fursa ya sisi kwenda kupata experience mpya. Kwa hivyo ni pia ni fursa ya sisi kujuana zaidi, kwa maana ya kwamba safari itahusisha watu kutoka kozi zote. Kwa hiyo wewe mtu wa community development ni fursa yako ya kwenda ya kukaa na kujuana na mtu wa journalism ni fursa ya huyo mtu wa tourism kwenda kukaa kujuana na mtu wa psychology. Hivyo nawakaribisheni sana, sana, sana, lakini pia bila kusahau tuwa yetu tutaungana na wenzetu wa tumko kwa maana ya Tumaini College of Mbeya ambacho ni tawi la Chuo Kikuu cha Iringa. Kwa hiyo tutaungana nao pia kwenye safari kuanzia pale Mbeya jiji kuelekea kupanda mlima Likingosi, lakini pia kuelekea Matema Beach. Hivyo niwakaribishe sana sana sana wana UI tushirikiane kwa pamoja, tushiriki safari hii, ni yetu sote. Karibuni sana. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa waliouiwa kushiriki safari hiyo hapa wanaeleza jinsi walivyofurahia na watakavyofaidika na safari hiyo. Ah, nimeipokea vizuri taarifa ya serikali ya wanafunzi kuhusiana na study tour ambayo watakuwa wanaelekea huko Mbeya, mm. Wataenda kwenye kutembelea Malawi boda, wataenda wavyo kwingine kunaitwa Ngosi, wataenda uh, na Matema, si ndio? Cha pili, faida ya kwangu ya pili ni kuhusiana na swala zima la kufurahi. Kufurahi fulani ndio kitu cha kwanza, unafurahi, unaondoa stress. Hapa tunajua kabisa tunakutana changamoto nyingi, kuna test, kuna quiz, kuna nini, makwazo hapa na hapo, ugumu wa maisha. Kwa hiyo inapotokea fursa kama hii, mi ningetamani watu wote waichangamkie hii fursa, na haswa kwa watu wa wa journalism wachangamkie hii fursa. kuna story nyingi huko zitapatikana, kuna vitu vingi watajifunza, kuna mambo mengi sana. Na kitu kingine ni connection pia, mnakutana na watu tunaenda mpaka boda, si ndio? Tunakutana na watu wengi sana ambao hatujawahi kukutana nao, watatupa experience zao, tutashare nini community na community ni watu. Nikifika kwenda socialize na watu tofauti tofauti, nitaenjoy na nitajifunza vitu mbalimbali. Umesikiliza vizuri taarifa na miongozo kutokea kwa waziri mwenye dhamana ya maandalizi ya safari hii ya kuelekea mkoani Mbeya, huko Matema, na umesikiliza pia maoni ya wanafunzi mbalimbali ambao wao watakuwa tayari kuungana na wizara hii kuelekea Matema. Nikiripoti kutokea hapa chuo kikuu cha Iringa mkoani Iringa, ni mimi Hamidu Abdallah wa UoI Digital. Taarifa ya Hamidu Abdalla inatuangalishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Bernardo Stefano. Wafanyabiashara na wakazi wa Tumaini mkoani Iringa wameyataka makampuni yanayohusika na uuzaji na usambazaji wa mitungi mikubwa ya gesi kusambaza mitungi hiyo maeneo yote mkoani humo. Mfanyabiashara kutoka Tumaini, Robert Paulo, ameeleza sababu ya wao kuacha kuuza mitungi mikubwa ya gesi kutokana na kupungua kwa idadi kubwa ya watumiaji, pia kuongezeka kwa wimbi kubwa la watumiaji wa mitungi midogo ya gesi sasa hivi. Mkazi mkubwa wa Tumaini Neimati wa Mbula ameeleza changamoto anazokumbana nazo pindi anapokuwa anatumia mitungi midogo ya gesi. ule mtungi mdogo unakuwa unaisha haraka na una kosti sana, nakuwa anatumia hela nyingi kujaza, kusafirisha kuliko ule mtungi mkubwa, ambapo ule mtungi mkubwa ningeweza kuupata Ningetumia kwa muda mrefu tofauti na mtungi mdogo. Naye Jetruda Masawe anayetumia mitungi mikubwa ya gesi katika shughuli zake za nyumbani ameeleza changamoto anazokumbana nazo baada ya kukosekana kwa mitungi mikubwa ya gesi katika maeneo hayo. Ni baadhi ya maoni ya wafanyabiashara na watumiaji wa mitungi mikubwa ya gesi ambayo kwa sasa imekuwa ni adimu ambapo wengi wao wamepata changamoto katika matumizi. Nikiripoti kutoka hapa viwanja vya Tumaini, mimi ni Bernardo Stefano. Shukrani sana Bernardo Stefano kwa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Godwin Kipako. Nikusi endelea kwa nasi. Mechi ya kirafiki kati ya viongozi wa timu ya mpira wa miguu RH na wachezaji wanaounda kikosi hicho umetamatika katika viwanja vya Kigonzile huku ikishuhudiwa kikosi cha wachezaji wa timu hiyo kikiwaadhibu vikali viongozi wa timu hiyo kwa kuwabugiza kichapo cha magoli sita kwa mbili. Naoza wa timu hiyo RH ambaye vilevile ninaoza msaidizi wa timu ya viongozi RH Hassan Shabani ameeleza zumuni la mchezo huo lilikuwa ni kupima utimamu wa kimwili wa wachezaji wa timu hiyo na viongozi, baada ya kumalizika kwa mapumziko mafupi na kabla ya kurejea uwanjani tena kwa mashindano mbalimbali. Siku ya leo tumeweza kupoteza kwa goli sita kwa mbili mechi ambayo ilikuwa ni mechi ya sisi kwa sisi kwa ajili ya kuweza kupimana utimamu wa timu wachezaji kwa ujumla pamoja na viongozi, tangu tulipopeana likizo wiki mbili zilizopita za mapumziko ya muda mfupi, ili tutakaporejea tuweze kuendelea na kuiunda timu yetu pamoja na kufanya michuano tofauti tofauti ambayo iko mbele yetu. Vilevile vile, kwa upande wake mchezaji wa timu hiyo Uliziwani, Hamisi Machambula, amewaomba mashabiki wa timu hiyo kuiunga mkono timu yao kuelekea michuano mbalimbali ili timu yao iweze kufanya vizuri katika michezo yake inayofuata. Mashabiki, naweza kusema, tunaomba support zao kwa sababu vijana sisi tunahitaji support wa wachezaji, bila support hatuwezi kufanikiwa, kwa hiyo support wa mashabiki ni, ni muhimu zaidi, pia viongozi. Nashukuru viongozi wanaweza kutupambania kwa kila hali na mali mpaka tumefanikisha leo kushinda hivi. Mechi imekuwa ni mzuri, tumefanikiwa kushinda. Pia naona kama ni, ni, kutokana na mechi hii naona kuna mwanga mbele, tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Asante sana Godwin Kipako kwa habari za michezo na burudani. Watazamaji wa UoI Digital, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake Karim. Wewe unaitwa nani? Naitwa Agnes. Agnes. Ni Mswahili kabisa Mtanzania. Kabisa kabisa. Umezaliwa wapi? Hapa hapa Iringa. Eh? Mm. Yeah. Sasa najua unakifahamu Kiswahili vizuri kabisa, vizuri kabisa. Sasa leo tuna kuna neno moja bana msamiati unaitwa Mbuta, neno Mbuta, msamiati Mbuta. Wewe unashauku kusikia hicho kitu? Hapana. Mm. Sasa mimi nataka nikuulize swali kwanza kabla hatujaendelea nataka mtazamaji kufahamu naitwa nani na vitu kama hivyo. Yes. Kwa majina naitwa Charles Gabriel Milaji, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza Tualism. Tualism. Na mimi ni Mswahili kabisa. Yep. Mzaliwa Tanzania, sio kama umetoka labda Burundi, Kenya, Malawi. Tanzania, Dodoma, katikati ya mji wa Tanzania. Naam. Na, yep. I'm namamsu sure, unakifahamu Kiswahili vizuri. Yes. vizuri kabisa U, unajua kwamba kuna baadhi ya maneno mengi ambayo tunayatumia lakini sio Kiswahili fasaha. Ndiyo, ni kweli, najua. Sasa mimi leo nina neno moja ambalo nataka nishi nawe kama unalijua au ulifahamu. Karibu. Yes. Neno lenyewe ni mbuta. Unashawahi kusikia neno mbuta? Oh, no. Sikia, mbuta. Yes, mbuta ni, ni Kiswahili kabisa hicho. Yeah. Yeah, ni Kiswahili ambacho neno lipo kwenye kamusi yenyewe ya Kiswahili Naam, barabara mtazamaji wa digital, tumeweza kuwatazama wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wakijaribu kutuelezea wao wanafahamu nini juu ya msamiati mbuta. Tumeweza kuona wengi wao wameshindwa kabisa kuelewa maana halisi ya msamiati huu mbuta. Nataka nikwambie maana ya msamiati huu mbuta ni zawadi inayotolewa na mchumba wa kiume kwenda kwa wakwe zake. Naam, nami nataka ni kuacha na sentensi usema kwamba nina mpango wa kupeleka mbuta kwa kina Mariam. Kutoka chuo kikuu cha Iringa, mimi Karim Yasin, bwana misamiati, nami nakuacha na, na sentensi inayosema, Leila anapenda sana mbuta, na hii ndio maana halisi ya msamiati mbuta. Mtazamaji wa UoI, tunakunja mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho, ni kutakia weekend njema. Ulikuwa nami Angel Msele, asante na kwa heri.